Ninaomba ni kushukuru sana, sana, sana kwa kuamua kuitembelea channel hii ambayo inakupatia baadhi ya vitu vikubwa vizuri sana vya kuboresha maisha yako katika maeneo matano makubwa mahusiano, ndoa, familia, malezi na maendeleo binafsi, yani personal development, na vitu vingi ambavyo nakusaidia vitakukomboa kihisia, kijamii, kiroho, mara nyingine kisaikolojia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kama ndio unafika mara ya kwanza au ndio mara ya kwanza basi, usisahau usi kubonyeza kitufu kilicho huko subscribe, ili uweze kupata masomo mengi ambayo yanakujia katika channel hii. Leo ninaomba ni kufundishe somo main katika kipengele cha mahusiano au, au ndoa Dalili nne ya kwamba mpenzi wako amekuchoka. Dalili nne uh, mpenzi wako kakuchoka. Mara nyingi nimekutana na watu wengi, wananiuliza Mauki nisaidie, nitajuaje kwamba sasa hivi ili penzi, uh, mi nahisi hapa limefika mwisho, nisipushi sana au nisilazimishe? Mara nyingi nimekuwa nikiwaambia, kuna vitu ukiviona kuna vijidalili, kuna vitu ukivitazama huwezi kuvikwepa. Vinaonekana kabisa kwamba something is wrong somewhere. Somebody is tired. Kuna mtu ambaye amechoka. Bahati mbaya, wengine kwa kuto kujua dalili hizi wamechokwa lakini wanapush, wamechokwa lakini wanalazimisha, wamechokwa wapo tu, wapo. It is not healthy. It is not healthy. Ni vizuri ukubali matokeo lakini, mpaka uwe na uhakika kwamba kashanichoka yamkini. Bado unampenda sana, yani unatamani ufe na yeye, lakini kasha kuchoka, hajakwambia ndio kasha kuchoka. Ah, mi mpaka aniambie, mpaka uniambie tu, bado unanipenda kiukweli, unataka kuniacha, mpaka uniambie wengine hawasemi, especially wanaume hawasemi, atakupiga vitimbi mpaka utakimbia mwenyewe. Kasha kuchoka. Kwa nini amekuchoka? Hilo ni sababu lingine, yako masomo mengi utayaangalia yanayohusu kwa nini amekuchoka, lakini yamkini kakuchoka. Yamkini shida ni ya kwake au shida ni ya kwako, lakini kakuchoka. Dalili ya kwanza utakayoiona, anajitenga na wewe He or zile nyakati za kutoka dina pamoja zimepotea. Zile nyakati za kukutana for lunch zimepeperuka. Alikuwa anakutembelea mara kwa mara, mkini. Sasa mara mkini hivi yuko na marafiki zake zaidi. Weekend mlikuwa lazima muonane kati ya jumamosi na Jumapili, sasa hivi weekend zote yuko busy <laughs> alikuwa anakuambia naomba unisaidia hichi na hichi, sasa hivi wala. Anajitenga na wewe, anakukwepa, anakuavoid na anaweza kuwa na kuavoid kwa sababu ubize, kwa kusingizia ubize, kwa kusingizia safari nyingine, yuko tayari ya pange za lazima, na kusingizia kuumwa, anajitenga na wewe. Dalili apili, ya pili, anapoteza hamu na tendo la ndoa. Yamkini ni mume wako au ni mke wako, mmeoana mke na mume, you are doing sex legal for you, unaanza kuona sababu zinazidi utetezi h excuses zinazidi kujitetea, kuna zidi mara, leo naumwa, mara leo niko MP, mara leo nimechoka, mara mbona uoni mimi si unaona na meza dawa, mara kichomi, mara ninaona nilivyotoka mazoezi nimeteguka kiuno, mara akili yangu haijakaa sawa, mara naomba ni, ni, ni, na shida kidogo, kuna kitu nawaza, nitakupa mara niamshe usiku, mara niamshe asubuhi, anaji anapotezea hamu ya tendo la ndoa mwanzoni, uli, ulizoea akisikia tu hamu, anakwambia anakwambia can we do it today my love. Sasa hivi hakwambii, hakukumbushi, na ukikumbusha wenyewe wewe mwenyewe utakutana na sababu na anaitengeneza sababu, inakuwa very genuine, uchomoki. Dalili ya tatu, anakosoa kila kitu chako, yani hauna wazo zuri wewe Hakuna unachokifanya kizuri asikosoe, yaani hakuna unachokifanya kina 100% uzuri. Atakosoa, atakukosoa: umekosea Kiingereza, hujapanga vizuri hiyo kazi, hujaandika vizuri sentensi yako, hujanyosha, hujanijibu vizuri, hujafanya vizuri, hufui vizuri, hupiki vizuri, hata tendo lenyewe hufanyi vizuri kama zamani. Mawazo yako siku hizi siyaelewi. Atakosoa kila kitu hata kile ambacho unajitahidi kufanya the best atakikosoa. Unakuja kuona his becoming or she's becoming very critical in everything. Dalili ya nne, anaacha kukutegemea. Anaacha kukutegemea. Mwanzoni alikuwa anakwambia, ninaomba unisaidia kuandika proposal siku hizi unashangaa, amekata kapata mtu mwingine wa kumsaidia. Mwanzoni alikuwa anakuambia naenda saluni, mepungukiwa elfu kumi niongezee, naomba. Sasa hivi yuko tayari akafanya ile ya chini kabisa kuliko akuombe wewe au amwombe mtu mwingine. Mwanzoni alikuwa gari yake ikipata shida atakwambia, penzi, kuna kitu hichi kimenani, unaweza kumtafutia fundi. Sasa hivi kimya, kuna mtu mwingine anapigiwa simu anaulizwa rafiki yake, au yuko tayari kwenda kwa rafiki yake wa kike kumwambia naomba fundi wako. Anapoteza hamu ya kukutegemea wewe. Vitu ambavyo alikuwa na vinamleta kwako anakata. Niandikie CV mpenzi, au nisomee kitu hichi, ni, ni proofread, kama saidia ku proofread kama kimekaa vizuri. Sasa hivi anafanya mwenyewe yuko tayari akosee, yuko tayari akosolewe na huko kwingine, kwa sababu kazi haina ubora kuliko akwambie wewe. Jiulize sana, kwa nini haji kwangu? Kwa nini haji tena kwangu? Kwa nini hanitegemee? Mwanzoni alikuwa anakwambia unamwongezea ada, sasa hivi anapambana mwenyewe, kapunguza utegemezi kwako. Nyakati zilizopita ulikuwa unamwambia naomba unisaidie kuwaza kitu fulani, au unamshirikisha tu hichi na hichi na hichi akushauri kwa sababu unamtegemea kihisia. Sasa hivi no, kaacha hakutegemee tena kihisia. Fahamu kabisa kwamba kasha kuchoka, hakuhitaji tena. Maana yake yuko tayari kuwa na replacement tena, sio tu yuko tayari kuwa na replacement, yamkini replacement imeshaanza kuingia kuja kuwepo. Be very careful, chunguza, unaweza ukagundua. Na mwisho, ana disconnect mawasiliano anakata mawasiliano. Mawasiliano ndio kama waya au bomba au chanel ya damu kwenye mwili, anakata. Alikuwa anakupigia simu, anachelewa, hakuambii tena. Akisafiri atakwambia kabla, hakuambii tena. Akiumwa atakwambia, akuambii tena. Siku namtafuta kwenye simu, anakwambia niko hospitali au katikati hapo unashangaa apokei. Okay, simu anakuja akitoka, anakwambia ni lazwa. Alikuwa na kitu chote cha familia yake, atakwambia sasa hivi, akwambii tena. Unasikia tu fulani kafiwa au vitu vingine, unaona kwenye posting anafanyiwa birthday na marafiki zake, wala kuambii. Mawasiliano yanakufa, zile za kukumbushana lunchi na, na dina za kuitana hapa na pale zinapotea za... Mawasiliano pshu, finide wanaita wazulu yamekwisha, napotea. Dalili na hizi tano zitakusaidia sana, zitakusaidia anajitenga na wewe, anapoteza hamu ya tendo, anakosoa kila kitu chako, anaacha kukutegemea na anakata mawasiliano. Watch out. Ili kama kuna posibiliti ya kunyanyua na kufufua hali basi, ufufue. Mungu akusaidie. Najua ni ngumu, lakini can help you. Thank you very much. Echmi, naitwa Dr. Chris.